Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuko katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mwaka huu wa 2025, leo katika kwa mji huu wa Konde, kama kawaida yetu eh, kila mwaka huwa tunafika hapa na mama zetu hawa hufika kuja kupokea kile ambacho ndugu zao wapenda kheri, ndugu zao wana Firdaus hutoa kwa ajili ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na iftari saim. Lakini pia ipo zawadi ama sadaka ya sabuni kwa kila ambaye atafika hapa. Lakini pia kutakuwa na sadaka ama zawadi ya kanga kwa kina mama zetu hawa ambao wamefika kupokea kile ambacho wamepewa na ndugu zao. Ya Rabbi, tunakuomba wajalie hawa waliokuja kutoa msaada hii uwape kheri za duniani, kaburini na kesho maalamina, uwabadilishie imani zao ziwe sahihi na kuendelea kufanya amali hizi mpaka siku ya Kiyama, bi rahmatika kiama, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allahumma ghfir lmuminina walmuminati walmuslimin walmuslimati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.